Hivi ulikuwa unajua ya kuwa uzito uliopitiliza unaweza kukusababishia kupata saratani ya matiti kiurahisi? Najua utakuwa umeshtuka na kuingia wasiwasi. Ofema Healthcare inakwambia tulia, tulia na ondoa wasiwasi. Tutakwambia kwa njia ya rahisi zaidi utakayetufahamu namna gani uzito unakupelekea kupata saratani ya matiti na namna ya kujikinga. Kuna homoni inaitwa estrogen ambayo inafanya kazi kwenye mifumo ya uzazi ya mwanamke. Sasa ikitokezea mtu akiwa na estrogen wengi na kwa muda mrefu, inamweka kwenye uwezekano wa kupata saratani ya matiti, na miongoni mwa watu wenye uwezekano huo ni wenye uzito uliopitiliza. Sehemu inaongoza kuzalisha hao homoni ni kwenye kifuko kinachohifadhi mayai ya mwanamke kitaalam kinajulikana kama ovary, ikifuatiwa na kwenye mafuta. Wacha nikupe faida ya jambo fulani ambalo huenda hulijui. Hayo mafuta huwa yanageuza homoni zinazofanya kazi kwenye mifumo ya uzazi wa mwanamume inayoitwa testosterone na kugeuza kuwa estrogen ambazo zinafanya kazi kwenye mifumo ya uzazi ya mwanamke. Mabadiliko haya ya homoni ni miongoni mwa sababu ya baadhi ya watu wenye uzito uliopitiliza kusumbuliwa na changamoto za nguvu za kiume. Turudi nyuma kwenye mada yetu. Mwanamke ukifika kwenye ukomo wa hedhi, kile kifuko cha mayai kinapunguza uzalishaji wa huya homoni kwa kiwango kikubwa na sasa mafuta ndio yanakuwa yanaongoza kuzalisha huya homoni. Kwa mtu mwenye uzito uliopitiliza huwa ana mafuta mengi, hivyo yeye atakuwa na kiwango kikubwa cha huyo homoni anayezalishwa kwenye mafuta. Kwa hiyo hili jambo la kuwa naye huyo homoni wa estrogen kwa kiwango kikubwa na kwa muda mrefu, ndio linakupelekea kuwa na uwezekano wa kupata saratani ya matiti. Njia za kujikinga na hii saratani ni kufanya mambo au kuwa katika hali inayopelekea upunguzwaji wa uzalishwaji wa huyo homoni. Kwa mfano, kipindi na ujauzito na pia kipindi unanyonyesha, kiwango cha uzalishwaji wa huyo homoni kinapungua sana. Hivyo kadri unavyozaa na kunyonyesha kwa miaka miwili, inakupunguzia uwezekano wa kupata saratani ya matiti. Mpaka sasa, ukiulizwa nitajie faida moja kubwa ya kunyonyesha, sifikiri kama itakushinda. Ila kwa mtu mwenye uzito uliopitiliza, ili apunguze huo uwezekano kwa kiwango kikubwa, basi afanye kama nilivyosema juu na pia apunguze uzito, kwa sababu itakuwa ameondoa mzizi wa tatizo. Je, yeah, unajua njia gani ni salama na ya uhakika ya kupunguza uzito? Wasiliana nasi Ofema Healthcare kwa mwongozo mzuri wa kupunguza uzito kwa njia salama na ya uhakika. Pata maarifa, jenga afya yako na Ofema Healthcare.